Mimi siwezi kukaa kwenye ndoa na wewe aisei, kwa sababu ulinidanganya kwamba mimi hapa ni bikra nona, na ulisema sifanyi chochote na na mimi hadi nikuoe, ukasema ni bikra chajam. Unakuta magari yote yamepita, barabara ni kubwa, barabara ni pana. Yani mtu gani kei na jamba hivyo wewe? Nisame mimi. Niongea kwa sababu nakupenda. Kuna kei kubwa hata kuzaa hutapata shida. Mtoto atatoka tu atamchomua hivi. Maana kei iko hivi. Hey, ndio nataka nikuoe mimi. Yani ujana wako ule huko afu mwisho wa siku uje tu yani kumalizia kwangu mimi. Ah, we unaonekana dakufaidi nini mimi hapa? Hey, wewe kwenda potea, hey. Hey, wewe, jamani kwani kuna nini hapa? Sikiele kwamba sasa hey, kwa kwa kwa hey. kwa hey. ni kwamba huyu hapa kabla sijamwoa nikitaka mambo fulani anakataa. Sasa mimi ni bikra, ukitaka hichi nioe kwanza mimi hey. si nikalipe mali, nimeripa mali kuja kumleta hapa, nakuta mwanangu njia ndefu kubwa njia kubwa hey. magari yote yamepita, wanake najambajamba pwipi inakuwa kama muziki na unaochezwa tu